E, bwana mashabiki wa mziki na watu ambao wanafuatilia industry ya mziki wa Bongo Flava wamekuja kutoa maoni yao bwana, kuhusiana na kitu ambacho kinachomkabili bibie Zuura. Awe bwana, kwa mfano huyu hapa Misureni bwana, amekuja kutoa ya kwake ya moyoni kuhusiana na interview ambayo Diamond amefanyiwa, kwamba katika ile siku ya Juxi na Prissy, ambapo Diamond wakati anaojiwa bwana kuhusiana na issue ya yeye ataoalini eh, au siku yake yeye ambayo watu watajikusanya kama the way ambavyo wamejikusanya katika shughuli ya Prissy na, na, na Juxi Diamond ye alicheka alipoulizwa hilo swali kwamba atawa lini, lakini kwa upande wa Zuchu alipoulizwa akasema kwamba I don't know, na wala hajioni huko, na pia vilevile vile akajazia kabisa kusema kwamba Mungu mwenyewe ndo anayejua wakati na mtu sahihi kwake mtu sahihi bwana. Kwa hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo vimeenda viral. Lakini hiyo interview, wadau mbalimbali kama nilivyokuambia hapo awali, kwamba Miss Reni, huyu Zuchu atabahatika kusoma hii komenti yangu nitafurahi. Kwanza kabisa nampenda Zuchu sana alikuwa ni mwanamuziki mzuri mwanzo na angeendelea hivyo, angetuletea hata tunzo za Grammy hapa nyumbani. Tatizo ni kwamba tangu ameingia kwenye mapenzi na bosi wake Diamond, sitaki unafiki, nyimbo zake asilimia kubwa ni za vijembe kuchambana. Yani akipigwa tukio tayari ameingia studio eh, kuchamba kuchamba watu. Mimi binafsi bwana naona kama vile anapo, anapotea ise, natamani Zuchu wangu wa zamani arudi. She is not okay at all. Yani hata sura yake haina nuru, hana hata furaha. Mapenzi yanamtesa sana huyu binti, alafu bado ni mdogo kupitia hizi heka heka, eh, bado ni mdogo kupitia hizi hekaheka. Namuonea tu huruma binafsi. Umeona so huyo ni Miss Reni amekuja ku comment hivyo kuhusiana na situation ambayo sasa hivi inaonekana kama vile kwa namna moja au nyingine bibie Zuhura anaipitia. Umeona bwana eh? Kwa hiyo mambo ni mazito kwa namna moja au nyingine. Ukiwa kama mdau, hebu na wewe pia tuambie eh, una kipi cha kuzungumza? Unakubaliana na hilo? Hebu eh, weka maoni yako hapo chini katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo utakuwa tunaiona, lakini pia vilevile hakikisha vile una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.